Walimu wakuu wana jukumu la kusimamia shule, wana jukumu la uh, kusimamia maendeleo ya shule, na tunaamini kwa kwamba wakiweza kuelewa vizuri digital clubs ni nini, maana yake ni nini, zinaanzishwaje, zinaendeshwaje, basi tunaweza tukajikuta uh, kwamba kama nchi eh, tunapanda mbegu nzuri sana ya watoto wetu kuanza kuelewa umuhimu wa teknolojia ya habari na mawasiliano wakiwa mashuleni, lakini tukaweza kujenga hali ya ubunifu kuanzia miaka ya mapema kabisa ya shuleni na kujenga hali ya kupenda kusoma masomo, masomo ya sayansi STEM, kwa watoto wetu, lakini hata wale ambao hawachukui masomo ya sayansi, kuweza kuwa na kiu ya kuweza kujua jinsi ya kutumia TEHAMA katika kutatua changamoto mbalimbali za kijamii na za kiuchumi katika maeneo yao.